Umerudia yale, yale umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mna share ness, kwa hiyo akawa amekuchukia. Lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kufahamisha, moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya, uende huko zahanati. Lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio design yako? Hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji? Kwa hili halikuanza leo Tangu please. Tangu elfu mbili kumi na nane. Haya hii ni mlikuwa mnayajua. Si kila mtu alikuwa hajui. Lakini mganga mkuu yule aliona. Wao kasema mimi huyu mganga alisaini yeye mwenyewe, mganga mkuu amemhamisha, baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni Excel kwamba hutakiwi kufanya wewe, inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya, kwa sababu viongozi wako wakaona, wako allocate sema wewe unafiti lakini pili una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji ukaroglobu huko, ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua ukarudi, umerudi. Amekuja kujirudia baada ya miaka mitano sijui sita kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho kufanya mapenzi na hiyo binti, manake ni tabia yako mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia ali, ali. Mbona hawa nao wamekuja wamekusingizia, wakusingizie kesi hiyo hiyo? Huyo binti na mume wake walikuwa namjua mganga mkuu ko bwana nani, mkurugenzi, umefanya kazi vizuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha wala usisubiri kwamba nini. Nimesema, moja, mkuu wa mkoa, amesema naandika hizi zinajitosheleza. Moja, mganga mkuu wa mkoa amesema, kwanza alichokuwa amekifanya haikuwa sahihi, lakini kuna mazingira ya rushwa yalikuwepo, alitoa hela ile. Baba, si ndio wewe ulitoa hela wezi kumpokea mgonjwa kana kwamba unampokea kama dili, yaani hakuna alipokuwa registered, hakuna, hakuna, hakuna mnampeleka, inawezekana hayo hiyo ultrasound, mnaharibu tu ya kwetu hiyo, mnaweka tu ndani.